Naibu Inspekta Generali DIG wa huduma ya polisi Eliud Kipkoech Lagat amejiuzulu rasmi kutoka wadhifa wake huku uchunguzi ukizidi kushika kasi kuhusu kifo tata cha mwanablogu Albert Ojwang ambaye ilikamatwa kufuatia malalamiko ya madai ya kashfa ya kumharibia jina hilo yaliodaiwa kuwasilishwa na afisa huyo wa ngazi ya juu. Kifo cha Ojwang kimezua hasira kote nchini, hatua hilo sababisha kushuhudiwa kwa maandamano. Mwanablogu huyo alikamatwa muda mfupi mafupi baada ya kuchapisha madai ya ufisadi yaliyomhusisha Lagat, hasa kuhusu upangaji wa maafisa katika Idara ya Upelelezi wa Jinai DCI na vitengo vya trafiki. Kadri uchunguzi unavyoendelea, Mkuu wa Kituo cha Polisi cha Kati OCS, Samson Talaam na afisa wa polisi James Mukhwana tayari wamekamatwa. Mamlaka Huru ya Kusimamia Polisi IPOA pia imewakamata raia watatu Gin Ammitou Abo Collins Karani Ireri na Brian Mwaniki Njue waliokuwa wakizuiliwa katika kituo hicho wakati wa kizuizi cha Ojwang'. Mamlaka zinasema watatu hao walitumiwa na polisi kumtesa Ojwang', jambo ambalo hatimaye lilisababisha kifo chake. Farida Ali, Anisa TV, Mombasa.